sana katika second generation ya sasa hivi, kumpongeza kwamba Dokta Kafuria kule kwenye kituo chake kutenganisha hii miradi. FDI ni FDI, ordinary investment ni in investment, PPP ni PPP ni. Lakini yote haya huwezi kusucceed if you are not transparent, huwezi kusucceed kama hauna moral authority ya kupeleka hii miradi bungeni kwa mujibu wa sheria hijadiliwa kusudi the rules of the game zionekane, tunakwama hapo katika haftos. Na hiyo naa na ni tatizo kubwa sana sasa. Uhitaji, uhitaji upo, hii nchi inaendelea, uwezi kuzungumza mahitaji. Amezungumza hapa Dk. amezungumza vizuri eh, hali ya halmashauri na amezungumzia halmashauri yangu ya Mleba. Mimi ni mbunge mstaafu wa wilaya ya Mleba, halmashauri inayozungumziwa lakini pia najua aa zilizo kule kwenye halmashauri aa kupata hayo mapato. Kwa hiyo ukiangalia, unaona Mleva wamekusanya wamekusanya vipi, wamewamaliza wavuvi, wamewaharasi, kuna lot of harassment taking place kwenye hizi halmashauri. Kwa hiyo hivi vitu lazima uviangalie kwa undani wake. Kwa hiyo mimi naua kusema kwamba tunahitaji pipi tunahitaji investment kwa ujumla FDI na internal investment sasa, kusudi twende vizuri kitu cha kwanza, lazima tujue hizi hizi fedha tunazozungumzia. Maana yake kimsingi hapa tatizo letu ni fedha. Where is the money? Nani ana fedha la dunia? National wealth iko wapi? Hilo swali ni ninalo lijibiwe. <coughs> Fedha kwa kawaida ziko kwa wananchi. 60-70% of national wealth globally anywhere iko kwenye household. Hiyo ndio kweli. Corporations watu wakubwa wakubwa hawa tunaowaona wanaweza kuwa na between around 20% of the wealth. Serikali zetu hizi zinalala kati ya 10% na 15 nayo na kwa shida. Kwa hiyo lazima mwelewe kwamba serikali haina pesa, sizungumzii Tanzania, nazungumzia serikali generally globally. So where does national wealth lie? Kwa hiyo tunapokuwa na nchi kama ya kwetu nataka kumobilize investments ndio maana zana ya stock market inakuwa muhimu kwamba sisi hela za kuendeleza miradi tutazipata wapi? Uwekezaji ni mzuri, lakini utahitaji tujipange vizuri zaidi kwa namna hasa ya uwazi na ukweli, manake huwezi kuwa muwazi kama sio mkweli nami naona hili ni tatizo linatukwaza kwa upande wa halmashauri zetu local government. Umesikia local government, pia tusiwakamue sana wananchi, mtu wa mleba. Mimi nilipokuwa mbunge nilivunja beria mara mbili nikiwa mbunge, wangeni arrest kule. Unapita unakuta wameshaweka beria ya kuzuia watu wanakwenda kuuza ndizi. Mkulima amekata ndizi, ameibeba kichwani anakwenda sokoni. Hii ni perishable product, hajui kama atapata soko, anakuta halmashauri nataka shilingi mia tano. Asipolipa basi hataweza kwenda sokoni. Sasa akilipa, akienda sokoni na ndizi, asipopata soko, sile ndizi taifa, atapata hasara. Kwa hiyo hizi regime zote za financial mobilization, mimi nafikia kwamba kwa muda tulio nao na kituo cha ch ch ch ch ch ch PPP. Niangalie sasa mazingira ambapo tutaweza kupromote na kuattract foreign direct investment, na hatutaweza kufanikiwa bila kuweka mambo yetu sawa.